Jo, jo, jo, Bwana, utuwokoe. Katika hewa safi Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, unasikiliza dakika za Yesu Kristo. Leo ni tarehe 4 Disemba, siku ya tano katika safari yetu ya Adventi tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha neema tukijiandaa kumpokea mwokozi wetu adventi ni mwaliko wa kutazama ndani kuamsha tena imani na kuimarisha tumaini letu katika Mungu anayetimiza ahadi zake kwetu masi masomo ya leo yanatuletea ya ujumbe wa faraja na ujenzi wa moyo katika kitabu cha Isaya tunasikia maneno haya ya nguvu wewe utamwekea amani kamilifu anayekutegemea kwa kuwa anakutumainia wewe. Ni wito wa kuwa watu wanaomkazia Mungu macho, kwa sababu ndani yake tunapata utulivu na nguvu ya kusimama hata nyakati ngumu. Katika Injili, Yesu anatukumbusha kuwa si kila anayesema Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa Mungu bali anayetenda mapenzi ya Baba. Hapo ndipo tunapogundua kwamba tumaini la kweli hutushinikiza kutenda mema, kuishi imani na matendo si kwa maneno tu. Hapo ndipo tunapojenga nyumba yetu juu ya mwamba imara. Siya. Katika siku hii ya tano tunakumbushwa mambo matatu kuhusu tumaini la Kikristo. Tumaini hutuinua tunapokwama, hata tukidondoka Mungu anatupa nafasi ya kusimama upya. Tumaini hutupa ujasiri wa kusonga mbele, tukijua kuwa Bwana yuko nasi, hatuogopi dhoruba za maisha na mwisho tumaini hutujenga kuwa nuru kwa wengine. Kila tendo la wema, msamaha na ukarimu ni mbegu ya tumaini tunayoipanda duniani. Bwana utuokoe. Kwa hiyo msikilizaji mpendwa, katika siku hii ya nne ya Disemba na tano katika majilio haya, Bwana anatualika kuacha hofu na kukata tamaa na kushikilia ukweli huu: Mungu anaweza kubadili kila kitu kuwa chema. Tuombe. E Mungu wa matumaini na amani. Tunakushukuru kwa kutuvusha hadi siku hii ya tano ya Adventi. Jaza mioyo yetu tumaini lisilofifia. Tupatie nguvu ya kusimama tunapoanguka na uwache amani yako ikae ndani yetu daima. Tusaidie kuasha mwanga wa tumaini katika familia na jamii. Yesu Kristo tumaini letu, zaliwa upya ndani ya roho zetu. Mama Maria mfariji wa wenye huzuni, utuombee. Roho Mtakatifu utujaze ujasiri na mwanga wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu. Amina. Hii imekuwa dakika za Yesu Kristo hapa Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kesho tuungane tena katika tafakari ya tarehe tano Disemba, tukizidi kujiandaa kwa furaha kumkaribisha mwokozi wetu. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba, tukutane tena baadaye nikikutakia majilio mema Uingua.